Lakini pia nimtakie rehema nyingi sana kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi aalaihi wasallam. Amma kwa hakika tupo katika kiwanja miongoni katika viwanja ambavyo anaswaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam, lakini pia leo ni lailatul Ijumaa ni usiku wa Ijumaa, usiku ambao mtume sallallahu alaihi wasalama anatueleza tunatakiwa tumtakie rehema nyingi sana, kumswalia sana mtume Muhammad katika usiku wa yaumu ljumua. Lakini pia tupo katika madarasa ridha, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala aibarikie na aidumishe na aiongoze katika njia iliyokuwa sahihi. Ndugu zangu usiku wa leo, natamani ni seme nani kuhusiana na anwani semayo al istithmar. Wazungu wanasema investment, waswahili tunasema uwekezaji. Miaka thalathini ya riba, huu nao pia ni uwekezaji kama ni uwekezaji, maana yake tunatakiwa tujue ya kuwa kila unachokiwekeza maana yake kina faida na kina hasara. Miaka thalathini anasomeshwa Mtume Muhammad, lakini pia yanasomeshwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si jambo dogo, hakika hili ni jambo kubwa sana katika mambo makubwa sana Enyi wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika tuna haki ya kufanya investment, uwekezaji zinakuja hizi, una uwekezaji kama hivyo ndivyo. Hebu tumtazame Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala alipokuwa anafanya uwekezaji wa kutuletea Alqurani Karimu, ambayo kila tunapoisoma tunapata thawabu na tunapata msomaji aliyotoka kusoma, Ustadhi Adam, Ustadhi Masudi Ada Ahmad Abdullah. Na ulimi umemtangulia, kwa sababu nimemtaja shekhe, ambaye ni babake mimi, ni shekhe wangu, ni mwalimu wangu. Mwenyezi Mungu amrahimu. Leo shekhe amefanya uwekezaji, tumeisikia Qur'ani. Lakini hivi sasa naye pia mnamsikia huyu Ahmed Kandauma, naye pia shekhe alifanya uwekezaji katika kumtengeneza na kumwonza miaka 30 katika uwekezaji. Je, uwekezaji huu unahitaji nini? Na mimi na wewe tuna funzo gani katika uwekezaji? Tuna mengi leo hii ambayo tunayawekeza, lakini inawezekana hayana faida, yana hasara kubwa sana, tena fi dunia wal akhirah. Kuna watu leo, lau kama wataambiwa na kukumbushwa ya kuwa hicho ambacho wa wanachokiwekeza katika mifumo ambayo ya haramu kwa hakika haina faida tena fidunia walakhira. Ama kwa hakika uwekezaji wa namna hii ndio uwekezaji sahihi katika maisha yetu. Tujiulize, mimi na nyie, vijana wetu, watoto wetu tunaowekeza katika utaratibu gani? Kwa sababu ipo siku tutakuja kuulizwa kama tutakuja kuulizwa, maana yake mtoto wako katika mfumo gani? Mtoto wako umemwekeza katika miundo mbinu gani? Biashara yako leo umewekeza, lakini je, ndani ya biashara yako kuna utaratibu gani wa uwekezaji wa akhera yako? Kwa sababu hata katika mipango ya uwekezaji katika dunia, maana yake ipo sehemu tunatakiwa tuwekeza kwa

fima ataka Allah dara al-akhirah, ewe ndugu yangu, chukua unachochukua, wekeza unachowekeza, fi lardi, katika ulimwengu wa dunia. Tena ma ataka Allah, chochote ambacho unachokiona wewe unatakiwa ukiwekeze, lakini namna ukiwekeza, kukiwekeza, tambua ya kuwa dara al-akhirah maana yake nyumba ya akhira ndiyo bora katika kuwekeza, kwa sababu hakuna uwekezaji sahihi isipokuwa kama huo. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameanza na mfumo wa akhira? Kwa sababu anaamini ya kuwa Allah Tabaraka wa Ta'ala ndani ya chochote tunachokiwe, maana yake ipo siku tutakutana nacho. Leo tupo katika usiku kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume amefanya investment, amefanya lau kama utatazama mara tano zetu tunazoswali ni lazima tutataa rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maanake huu ni uwekezaji ambao Mtume ameweka kwetu sisi na mpaka kiyama, mtume yeye ataupata sallu ala nabi. Ikiwa hivyo ndivyo ni mkumbuke yule kijana ambaye akiitwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma wa ardha, ni sahaba ambaye amezikwa katika ardhi ya Taif, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alimbarikia nikafika katika ardhi ya Taif na nikaenda kutazama wapi ambapo Abdullah bni Abbas amelala, mwanachuoni wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kijana huyu anazaliwa miaka mitatu kabla ya mtume kuhama Maka kuelekea Madina. Mtume alipoenda Madina, alimchukua kijana huyo akawa anaishi naye anaishi na mtume kwa takriban miaka kumi na tatu, lakini nasema yeah, huyu ni mauconi wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa hivyo ndivyo kwa nini yamezikwa katika ardhi ya Taif na kwa nini alihamia Taif? Lau kama tutakumbuka mtume sallallahu alayhi wasallam alipigwa mawe katika ardhi ya Taif mpaka damu zikamtoka. Lakini leo Abdullah ibn Abbas anazikwa katika ardhi ya Taif, na ardhi ya Taif ni ardhi ambayo yenye wanachuoni wengi sana, ambao wametunga vitabu vingi sana. Lau kama mtume angaliomba dua kwamba waangamizwe, uwekezaji wa mtume sallallahu alaihi usinge usingekuwa sahihi. Lakini mtume alitambua ya, ya kuwa itafika wakati, inatakiwa upatikaniwe uwekezaji investment mtume aliliona kwa muda mrefu. Inafikia wakati Abdullah ibn Abbas analala katika ardhi ile, lakini ni ardhi iliyotulia kupita maelezo, yaani ni ardhi yenye utulivu wa hali ya juu kwa sababu amelala mtu ambaye amepata baraka na amepata sharafu ya kuwekezwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam. Enyi ndugu zangu ikiwa haya tunayoyafanya maana yake yawe natija ya akhira, kwa sababu akhira ndiyo sehemu sahihi sana katika. Itafikia wakati viwanja hivi, itafikia wakati maeneo haya yatakuja kuwa ndiyo sababu katika sababu kutusemea siku ya Kiyama, kwa sababu inawezekana hapa ukipita wakati mwingine utawakuta mafundi wanatengeneza, lakini leo tumekaa tukimsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu wala tansa nasibaka mina dunia, na wala tusisahau sehemu katika maisha yetu ya dunia, kwa sababu dunia nayo pia ni sehemu ya kuwekeza dunia tuliyokuwa nayo hivi sasa, hususan kwa madarasa zetu, tusisahau kuwekeza katika dunia yetu, kwa sababu lau kama tusipowekeza itafikia wakati hata hizi kawarira mfoba zinazokuja hazitokuja, kwa sababu uchumi nao pia ni sehemu katika maisha yetu. Tusisahau dunia, dunia nayo pia ni sehemu katika maisha yetu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye pia hakuisahau dunia, kwa sababu aliamini ya kuwa dunia ni sehemu ambayo kutakuwa na nafasi kubwa sana ya kupata mabadiliko, lakini pia ya kupata mafanikio. Wapi hili tunalipata? Mke, okay, ule Mama Khadija, lau kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala asingejalia kwa Muhammad ibn Abdillah kumuoa Mama Khadija yake, manake mwana mama mwenye nguvu ya uchumi, mwana mama mwenye kipato, manake wakati huo Muhammad ana umri wa miaka ishirini na tano, maanake bado barobaro, ndio baro anajitafuta. Sasa Mwenyezi Mungu anajalia katika utaratibu wake wa kuwekeza, anapatikaniwa mama Khadija, maanake Khadija huyu aje kuwekeza katika Uislamu, aje kumwekezea Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam, ampe utulivu, lakini pia ampe kawarira minfe. Mtume anachukua kawarira mnfea Khadija anaambiwa ya kuwa umejengewa nyumba peponi kwa kuitoa mali yako. So, swali langu leo, kina mama, mtakuwa kama Khadija kwa kuzitoa mali zenu ili mjengewe nyumba peponi, au ndio yale ya yale ambayo kigeuka upande wa pili, kwenye kwenye mada huko tunakuza sana lakini kwenye jambo la Mtume Muhammad sallallahu alayhi alihi wasalama, kina mama mnakimbia, wako wapi wale wa mama ambao hafla kama hizi za Maulidi walikuwa wenyewe akijitolea, akipika maandazi, mwingine akipika kashata, chochote alichoona, na pia alikuwa anawekeza katika jambo ambalo anajua atakutana nalo akhera. Wala tansa nasibaka mina dunia Usisahau sehemu katika dunia yako. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtu wa kwanza anampata Khadija, lakini mtu wa pili anampata ya rafiki yake ambaye ni Sayyidina Abubakari As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, anampata tajiri mwenye shoba, na urafiki wake kati yake yeye na Abubakari ulikuwa ni urafiki wa kweli. Sio urafiki wa kisasa, tunatazamana kwa uso, lakini moyo unasema na kuambizana, bora afe ule. Yani ukimuona, unasema da, moyo unasema walau wangekufa basi tungetulia. Na ufikia wakati, tukaombeana hata hizi madrasa nazo pia zife. Subhanallah, huu sio uswahiba wa kweli, huu sio urafiki wa kweli huku ni kuwekeza unachokiwekeza maana yake kina faida kubwa sana katika maisha yako Abubakar alipoliona hili la uwekezaji akamtafuta rafiki yake mwingine Sayyidina Uthman ibn Affan akamwambia rafiki yangu kuna uwekezaji wa kweli kuna jambo twende tukawekeze Uthman naye pia anakubali Uthman naye pia kupitia Abubakar wakamtafuta Zuberi ibn al-Awwam naye pia anakubali. Walipokubaliana wote hawa, na wote hawa ni watu wenye nguvu ya kiuchumi, ni watu wenye pesa, na mwanamke ndani yake alikuwa amekumbukwa, isije ikawa kwenye dunia ya sasa inayosemwa kwamba mwanamke katika Uislamu hana nafasi. La na asha wakale, mwanamke katika Uislamu ana nafasi kubwa sana, tena nafasi yenyewe yeye mwenyewe, lau kama ataitambua na ataifanyia kazi atapata mambo mengi sana na atapata kheri kubwa sana. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza kusema wa ahsin kama ahsana ilaik. Ndugu zangu, Mungu anatutaka tufanye uzuri kama ambavyo yeye Allah alivyofanya uzuri. Mwenyezi Mungu ametufanyia mengi katika yale mazuri tusinge kuwa sisi Waislamu tungelikuwa katika hali gani? Lakini hebu tujitazame leo, kila mmoja amependeza kwa ajili ya mtume Muhammad, lakini kila mmoja ana furaha kwa ajili ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maana yake Uislamu kumbe ni uzuri. Kama Uislamu ni uzuri Manake pia hata unachokiwekeza manake kiwe kizuri, isije ukawa leo hii unakuja katika hafla ya kumswalia mtume Muhammad sallallahu alayhi aleihi wasallam, lakini ukawa umetulia, yaani yaupo, ukawa unahisi kama unakwenda maskani tu, unahisi kama unakwenda sehemu miongoni katika sehemu tu. Hapana ndugu zako, maulidi hizi, vikazi kama hivi vya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika hivi ni vikazi adhimu sana, na dunia tuliyokuwa nayo ya sasa inahitaji vikazi hivi. Lau kama vikazi hivi visipokuwepo, dunia ya leo haitokuwa na amani, haitokuwa na utulivu. Hivi vikazi ndivyo ambavyo vinafanya miji, vinafanya nchi, vinafanya dunia inakaa salama. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye aliwekeza jambo hili, na alipowekeza maana yake akajua ya, ya kuwa itafikia wakati watu watatakiwa kumtakia rehma Mtume Muhammad ili ndio waweze kufanikiwa fi dunia walakhira. Leo jambo lolote unaloliwaza ni lazima lipite kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimalize maneno yangu kwa kusema ya kuwa Mungu subhanahu wa taala, anamaliza katika hii al-Qasas, hiyo hiyo aya b Allah anasema wala tabghi al-fasada fi lardi inna allah la yuhibu mufsidin. Ndugu zangu, na wala tusifanye uharibifu katika dunia, tusifanye machafuko katika dunia, isije ukafikiri ya kuwa Uislamu ni dini ambayo haina mipaka, la hasha wakala, Uislamu ni dini ambayo ina utaratibu na mfumo, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu anatuambia tusifanye uharibifu katika ardhi, uh, tusifanye uharibifu katika dunia. Ukijiona wewe ni mwislamu, amini ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam anakutaka wewe usifanye uharibifu hivi leo ikiwa kwenye uwekezaji ambao namna ya dunia tuliyokuwa nayo, na hapa nitawaomba wakinamama wanisikilize uzuri sana, hususani kwenye hili hivi sasa. Kwa lugha ya kimjini na lugha ya kisasa, wajomba wamekuwa wengi na wajomba wanazidi na wakati mwingine wajomba hao kwenye kitchen mada kule ndio wanacheza na kutunza na nyiye kina mama mkiwatunza, hebu niwaambie, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anasema, wala tabghi lfasada fil ardhi, msifanye uharibifu katika ardhi. Huu ni uharibifu. Hebu jiulize, lau kama angalikuwa ni mtoto wako ndio anaitwa mjomba na yupo katika nyumba yako ungejihisi katika hali gani? Thumma latusalunna yawma idhin an naim, kisha tutakuja kuulizwa kuhusiana na neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo wametupa, kwa sababu tunachokiwekeza leo kwa hawa wajomba, itafikia wakati dunia hiyo watakuwa wengi, alafu tutasema ya kuwa wanaume hakuna kama lugha inayotumika siku hizi, kwani kuna wanaume? Wanaume wapo tena, wako kweli kweli kweli, na wanafanya kazi kweli kweli. Hujakutana kweli nao tu, ukikutana nao habari yake itakuwa kubwa. Salu ala Nabi, na uwekezaji wake umefanyika mkubwa kama vile ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama yeye ameelekeza nani mume wa kweli manake hata mume pia naye ni uwekezaji. Manake lazima ukague nani unayemleta umemuona kwa macho yako, mkague barabara, ndiyo huyu. Lakini pia ewe mke, ewe dada, huyo mume pia mkague, kwa sababu uislamu kwenye kila jambo ulifanya alistithmar, ulifanya uwekezaji, maana yake haukuacha kitu, kupitia kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. miaka 30 ya ridha, wamewekeza kitu kikubwa sana tena wamefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, lakini pia Mwenyezi Mungu atujalie nasi tuliyohudhuria katika hafla hii tupate baraka nyingi sana na tupate thawabu nyingi sana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala azidi kuibarikia nchi yetu ya Tanzania, azidi kuipa amani na utulivu. Ndugu zanguni, Mwenyezi Mungu atubarikie na Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyo sahihi. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.